Wow, wow, aizo ni hiyo ni tumbo yangu inaguruma hivo hadi inatetemeka juu ya njaa. Sasa ntapika nini? Nitapika. Oh, acha niangalie hii. Ah, hata nakuanga blood fucking nilikuwa tu nimesahau, hiyo ndo haina kitu, sijafanya shopping for the last one month kai. Aki Mungu akisinateseka kama mtoto yatima. Sasa oh, kuna hii kwa hapa hii nakuanga nimeweka nini unga, si pia hiyo haina kitu kai Hey, enyewe kuteseka Israel ama ni AI. Acha niangalie hapa, kuna kaspageti niliyakanga. Hey, aka hata minyo kabla ifike kwa tumbu, ikiwa kwa kwakoo zitaanza kulalamika. Tumbu yangu itabaki empty in no time kai. Hebu acha nirudishe akimtafanya. Oh, kreti ya mayai niliyechanga nimebai mayai. mm, mayai ziko sawa, kizitaniokolea kwanza Kai, ginya gike gitire kitu mwathani wa mugu, ulisema niteseke, kuteseka kabisa yani hata unirumiu na nitumia mateso kushoto kulia, akina venye naringianga ringianga wa baba hii Nairobi, he, na vile wasichana wanaekwa vizuri na wa baba mm. Kai, salad pia Mungu hakuna. Kai, Mungu uliamua tu utume mateso 100% zikuje zinimalize, he. Sasa ni nini nyingine, nini nyingine ninaweza nikapika kwa hii nyumba kai, kuna kai ka ka hey, hey. Hmm, sana, ni karanuka kanikaraanuuka kaudikelia he iyo itanyima watu amani kesho kazi yake h hapana, keunike na sana tafanya nini nitafanya. Oh, nini kuna mamangu angu ako na mbuzi zangu ushaguni nimbayanga anieke. Acha niende nimpigie simu by the way. Finally, hiyo ndo uzuri ya akiba. Sasa haki, kama singefikiria kitu kama hiyo sahi, nini ningekuja kuniokolea? He, enyewe saa zingine ekanga kapesa kako mahali he, hujui kesho. Wacha ni mkolo. Ah, huyu mama na yeye anakawia kushika simu, kwani anafanya nini? siashike simu anaja venye nime oh,